Mheshimiwa naibu Spika, naomba nizungumzie hali ya ujenzi wa mji wa serikali pale Mtumba. Serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa mji wa serikali unaojumuisha majengo 34. Kati ya hayo majengo 24 ni ya wizara na mengine kumi ni ya taasisi. Aidha, wastani wa hatua za ujenzi wa majengo umefikia asilimia 89.7. Licha ya majengo hayo serikali pia imejenga jengo la wizara ya ulinzi na jeshi jeshi la kujenga taifa pamoja na makao makuu ya jeshi la wananchi Tanzania katika eneo la Kikombo. Mradi huo unaotekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 534.4 utakapokamilika, utawezesha wananchi kupata huduma kwa urahisi na kupendezesha jiji letu la Dodoma na hivyo kuwa moja ya vivutio vya utalii hapa mkoani Dodoma. Kuimarisha diplomasia kiuchumi. Mheshimiwa naibu spika, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Machi 2025 serikali imeimarisha ushiriki wake katika nyanja ya kidiplomasia kwa kujumuisha ushirikiano wa kikanda, kimataifa na diplomasia inayozingatia maslahi ya kiuchumi. Katika kipindi hicho nchi yetu imeshiriki katika mikutano 312 ya kikanda na kimataifa na mikutano 42 ya tume ya kudumu za pamoja ambayo imewezekana kusainiwa umewezesha kusainiwa kwa hati za makubaliano 229 na. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kuimarika kwa mahusiano wa kimataifa, mkutano wa 38 wakuu wa nchi na serikali na umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 15 Februari mwaka huu 2025, jijini Addis Ababa Ethiopia, uliichagua Tanzania kuwa mjumbe wa kamati ya uongozi wa umoja wa Afrika kwa mwaka 2025. Kuchaguliwa huko kwa Tanzania katika nafasi hiyo kutawezesha nchi kunufaika na nafasi za ajira zinazotolewa kwa kuzingatia uwiano wa wawakilishi katika nchi wanachama na kujenga mtangamano imara na wenye maslahi kwa pande zote. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile, Agosti 2024 serikali iliratibu ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 44 wa kawaida wa wakuu wa nchi za serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika uliofanyika Harare kule Zimbabwe. Katika mkutano huo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungana, Tanzania aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa asasi ya Sadiki ya siasa, ulinzi na usalama kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Agosti 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, mikutano ya ziara na ziara hizo pamoja na jitihada kubwa za diplomasia zinazofanywa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu zimeleta mafanikio makubwa kwa nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na upatikanaji wa fursa za masoko nje ya nchi lakini pia wawekezaji kutoka nje wameendelea kupatikana. Misaada na mikopo yenye masharti nafuu, nayo pia kutoka kwa washirika na wa maendeleo yameendelea kupatikana. Ongezeko la fursa za ajira na ufadhili wa masomo za nje ya nchi, nayo na pia imeendelea kupatikana.